Unajua niliona msichana mwingine wa kanisa hii anafanga guo mrefu na ninaonanga akifanya intercessory hapa. Sasa nimeenda tauni jioni e, tulikuwa na mkutano wa wafugaji kwa hoteli kuanzia saa mbili ya usiku, so tukitoka mkutano nikakutana na yeye mimi. Sijaona ile kaguo alikuwa amefaa. Niliulisa ulisa kanaitwaje? Nikaambiwa kanaitwa Kajogoo. Alafu, for the first time niliona mgongo yake yote pande ya, ya mgongo hakuna kitu hapa, bere tu hapa, hakuna kitu hapa, hakuna kitu hapa, hakuna aye, hapa hakuna, hapa hakuna. Nikaangalia intercessor wangu nikaona, kweli dawa ya Harrison imeshidwa. Una vile daktari unaonaga akikuja na kabuti na thamometa anaweka mtu hivi Nikizama, dawa yangu imesidwa. Sisi waubiri kuna wakati tunaangalia soka, amewacha mke wake eh, ameoa ingine eh, unaweka dhamometa, dawa yangu imesidwa.